Kazi yangu mimi ni ya ulinzi. Baada ya kumaliza mkataba wangu katika shule fulani binafsi, wenye walikataa kuniongezea mkataba, wakanilipa fedha zangu, nikarejea nyumbani. Fedha zile zikiwemo za mafao nilizitumia kurepea nyumba yangu nyingine. Tukashauriana na mke wangu, tukaanzisha mradi wa kuku. Hata hivyo, wale kuku ndani ya mwaka mmoja walipuputika magonjwa, hatimaye wakaja kufa wote. Nikaingia katika maisha magumu Sina kazi, watoto wanahitaji ada bado, sisi tunahitaji kula, kipindi cha kufanyani miti yote uteleza. Hata pia katika kutafuta kazi, ajira ikawa ngumu, kila ninapoenda kazi amna, rudi tarehe fulani. Siku hiyo nakumbuka, mchepuku wangu ambaye alikuwa ni daktari katika moja ya hospitali kubwa alinitaarifu juu ya kazi ya ulinzi iliyotokea katika hospitali aliokuwa akifanyia kazi ila kunieleza ni kazi ya nini, basi nikijua ni ulinzi wa getini. Siku iliyofuatia nikaelekea pale hospitali na kwenda moja kwa moja mpaka kwa daktari mkuu pale hospitalini, nikamwelezea shida yangu ya kazi, nikaeleza na wasifu wangu. kazi ipo mzee, ila ni ya ulinzi wa mochwari. Nilishtuka mpaka daktari akagundua jinsi nilivyoshtuka. Kulinda maiti, hakika haikuwa kazi jepesi hata kwanza toka nikiwa mtoto nilikuwa nikiogopa maiti. Hata marehemu baba yangu na mama yangu walipofariki sikuwa na ujasiri wa kuangalia maiti zao, mkaka tunawazika, nilikuwa mwoga sana. Leo hii ndo nikawe mlinzi mochwari? Hakika lilikuwa ni jambo gumu sana kwangu, tena sana. Nilitoka pale hospitalini nikimwahidi yule daktari kwamba nitarejea hiyo Jumatatu kuanzia kazi, ila moyoni nilipanga kutokurudi nilienda nikamwelezea mke wangu juu ya kazi ile, na hata ilikuwa na mshahara mzuri wa kuridhisha. Mume wangu, we nenda, si unaona maisha yetu jinsi yalivyo, kula yetu tabu, cheki mkio nilivyopauka, hata ile ya mafuta sipati, maisha gani haya? Mume wangu, we nenda, mke wangu alijaribu kunisihi, nikicheki watoto alivyojikunja njaa, nikicheki madeni alivyoniandama, ikanibidi tuniende, nikijipa moyo nitazoea. Jumatatu mapema tu niko na viambatanisho muhimu kama pasipoti, cheti cha kuzaliwa, kitambulisho cha taifa, barua za viongozi wa mtaa, kadi ya benki. Nikaenda kujiandikisha, nikakutanishwa na mwenzangu. Bwana Joseph, kutana na mzee Nelson, huyu ndo atakuwa mlinzi mwenzako. Kusikia vile nikatabasamu kungamua, aha, kume tutakuwa wawili, ila tabasamu langu likakatwa ghafla baada ya daktari kuendelea mtajua jinsi ya kujigawanya kwa shift wa usiku na wa asubuhi mpaka jioni. Mimi na yule mwenzangu tukaangaliana, daktari akaondoka. Sasa yule mwenzangu bwana Polo akanigeukia, karibu Bwana Joseph, leo ndo unaanza kazi rasmi, kwa kuwa ni mgeni, na kupendekeza we anza asubuhi mpaka saa kumi na mbili, naja kukupokea, au unasemaje? Nikamwitikia sawa tu, hakuna tatizo lolote. Ulishawahi kufanya kazi hii ya maiti hapo kabla? mzee yule aliniuliza ambapo kwanza nilitingisha kichwa kukataa. Si kazi ya kawaida, ni kazi inayohitaji kuwa jasiri na moyo mgumu, pia inahitaji usiri kwa kila utakachokutana nacho. usiri kwa kila nitakachokutana nacho, nikawaza nikimtumbulia macho yule mzee mwezao nikawaza kichoni kwangu, huku wasiwasi hofu ikiuzunguka moyo wangu. Ni kama alisoma mawazo yangu, akanijibu ndiyo, bwana Joseph, kuna vingi si vya kawaida utakumbana navyo, hasa nyakati za usiku. Tegemea hili, ila ujasiri, kutoa hofu, kujiamini kunahitajika sana. Kulinda mchana ni freshi, japo pia kuna matatizo yake. Wacha niende nyumbani, tutazungumza vizuri saa kumi na mbili nikirejea kila muda fanya maombi, unaonekana mwoga pia. Wazo langu kwako, kwa kuwa ndo naanza, ni vema ukapiga viroba kadhaa, ila usilewe sana, si unajua upo kazini? Jamaa kaondoka zake kiili kurejea jioni. Sikuwe kunywa pombe na nilishakula kiapo kutokunywa pombe, hivyo swala la viroba hata alikupata muda kulitafakari mawazoni mwangu. Basi nikarejea zangu eneo langu la kazi. Unajua ile hospitali kwa kubwa, wafanyakazi wa mochwari jumla kulikuwa wanne mabinti wawili hao walikuwa ni wafanya usafi kule ndani kuwaona hao kiasi fulani kukanitoa hofu wanawake sio waoga iweje mimi niwe muoga basi bana kwa bahati nzuri siku hiyo hiyo ikiwa imetimia mida ya saa kumi kuna familia fulani ilikuja kuchukua mwili wake hivyo ikawapa dili la kuuosha kabisa ule mwili ulikuwa ni mwili wa kijana mdogo tu si juu ya miaka ishirini basi wale mabinti wakaja kunipa tenda hiyo tuifanye watatu Ilikuwa na pesa nzuri tu ambayo sikulitegemea, elfu arobaini kwa pesa ya TZ, kwa kila mmoja. Nikapata hamasa wa kwenda kuifanya, kukataa kazi mbele ya mabinti niliona ni ujinga. Basi tukauchukua ule mwili mpaka chumba cha uoshaji, tukauweka juu na kuufunika vizuri, tukaanza kumwagia maji. Ghafla ule mtoto si akatabasamu sambamba na kufumbua macho. He, nini tena hiki